Siasa za mwaka 2027 zikiendelea kuchacha zaidi huku viongozi wa upinzani wakifanya ziara za mara kwa mara katika maeneo tofauti. Leo hii Rais William Ruto ameonekana kuwatupia wapinzani wake mishale ya kisiasa akisema kuwa amekuwa kwa siasa kwa muda mrefu na kamwe hawezi kupokea vitisho kutoka kwa mtu yeyote. Mimi na mimi vitisho, mimi siwezi kutishwa na mtu. Ati kutishwa? Hapana, watafute mtu mwingine, ati na makelele, ati tuwache kazi hii tunafanya tuende kwa barabara. Sasa mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Meru, si nyinyi na kura zenu ndio mlinifanya nikawa rais na tukaunda hii serikali pamoja? Si kura yenu ndio iliunda hii serikali? Mnataka hii serikali iwafanyie kazi ama mnataka ifanyie watu wengine? si wafanyie kazi. Rais Ruto akisema wapinzani wake hawana mpango, ila kazi yao ni kusema haondoke mamlakani, akiwahimiza waendelee kupiga makelele na watapatana katika mwaka 2027, ila sasa hivi anaendeleza maendeleo. Yule ambaye anataka kuendelea na siasa aende barabarani, aendelee na siasa. Si 2027 tuzakutana na wao eh? kwani ni mafundi kiasi gani ah? wazituletee nani? sijui kama tunaelewana. Porojo, propaganda tu oh, sijui nini, sijui Ruto masgo wewe. <laughs> Watu hawana mpango ama kuendesha mambo ya stimani gani oh? Ruto masgo. Sasa mimi nawauliza tutafuatana na watu wenye hawana mpango. Aidha, amemsifia naibu wake Profesa Kithure Kindiki akisema kuwa kwa mara ya kwanza amepata naibu rais ambaye anaelewa kazi, matamshi ambayo yalionekana kumlenga Rigathi Gachagua. tutapanga mambo ya maendeleo ya Kenya hii Kenya, kwa mapenzi ya Mungu, tunataka kuhakikisha kwamba tunaibadilisha kwa miradi na mipango ya maendeleo, na tunawaunganisha wakenya wote na ndio sababu tumesema, wale hawataki kufanya kazi wanaweza kwenda kuendelea na porojo na propaganda na hiyo ingine. Huyu deputy wangu huyu Profesa Kithure Kindiki, at least for the first time niko na mtu ambaye anaelewa kazi inaendelea namna gani, na anasaidia kusukuma hiyo kazi Sio, hapana. Leo hii viongozi hao wawili wamezuru kaunti ya Meru na kueneza siasa za mwaka 2027 na kuwashawishi wakazi hao kuwaunga mkono katika uchaguzi ujao.